Ndani ya giza la historia kuna simulizi zilizofichwa kwa karne nyingi, na hii ni hazina ya hadithi yaani, the story vault. Sehemu kumi za kutisha zaidi duniani zimejaa historia ya uzuni, matukio ya ajabu na baadhi zinaaminiwa kuwa na mashimo ya mizimu, laana, hata milango ya dunia nyingine. Sehemu ya kwanza ni Poveglia Island huko nchini Italia mahali ni karibu na Venice, Italia. historia ya eneo hili historia ya eneo hili karne ya 18, kisiwa hiki kilitumiwa kama eneo la kuwaweka wahanga wa ugonjwa wa tauni. Zaidi ya watu laki na sitini walipelekwa hapa kufa. Baadaye kukawa ni hospitali ya akili, ambako daktari mmoja alihusishwa na mateso ya wagonjwa na hatimaye alijiua akiruka juu ya mnara. visa vya kutisha watu huiripoti kuona mizimu ya wagonjwa, sauti za maumivu, milango kufunguka wenyewe. Inaaminika kuwa asilimia kubwa ya udongo wake umetokana na mifupa ya binadamu. Serikali ya Italia imepiga marufuku mtu yoyote kutembelea eneo hili bila ruhusa maalum. Sehemu ya pili ni Aukigahara Forest, msitu wa kujitoa uhai. Msitu huu unapatikana chini ya mlima Fuji huko nchini Japan. Msitu huu ni maarufu kwa visa vingi vya watu kujitoa uhai. Na ni wa pili duniani kwa kujitoa uhai baada ya daraja la Golden Gate. Kuna imani za Kijapani kuwa ni msitu unaokaliwa na mizimu ya waliokufa kwa huzuni. Msitu huu ni mkimya kuliko kawaida. Hakuna ndege wala sauti za wanyama. Watu huripoti kupotea, kuona vivuli vinavyowafuata na kushindwa kupata mwelekeo hata kwa GPS. Serikali huondoa miili ya watu kila mwaka. Sehemu ya tatu ni Catacombs of Paris, ipo chini ya mji wa Paris huko nchini Ufaransa. Karne ya 18, mifupa ya zaidi ya watu milioni 6 ilihamishwa kutoka makaburi ya jiji kwenda kwenye njia ya chini ya ardhi, imewekwa kwenye kuta kama sanaa ya mauti wageni huripoti kuona kivuli kisicho na mwili, baridi sio ya kawaida, na kuumwa kwa kichwa kila wanapofika chini. Baadhi ya watu waliingia bila mwongozo, hawakuwahi kutoka tena. Hadi leo hii bado hawajapatikana. wa sehemu nyingine zimefungwa kwa sababu ya hatari za kimwili na kiroho. Sehemu ya nne ni Pripyat, Ukraine, mji wa Chanova. Baada ya mlipuko wa nyuklia wa mwaka 1986, mji huu ulitelekezwa kabisa. Kila kitu kiliacho jinsi kilivyokuwa: shule hospitali nyumba, vichekesho vya watoto vyote viliachwa. Wakazi waliachwa kwa haraka, vitu vya watoto toys na vitabu viko palepale hadi leo. Watu huripoti kupata hisia ya huzuni kali, baridi na kuona vivuli vya watoto. Kwa sasa ni sehemu ya dark tourism inayoruhusu wageni kutembelea kwa tahadhari. Sehemu ya tano ni Island of the Dolls huko nchini Mexico. Hii ipo nje kidogo ya Mexico City mtu mmoja aitwaye Don Julian aliishi peke yake na kuanza kufunga vinyago vya watoto kwenye miti. Alifunga vinyago kwenye miti kama sadaka ya roho ya msichana aliyekufa karibu na hapo. Baada ya miaka mingi, alikutwa amekufa mahali pale pale alipodai msichana alikufa. Maelfu ya midori zenye nywele zilizochakaa, macho yaliyochomoka, hufanana na miili ya watoto waliokufa. Watu huripoti midori hiyo kugeuka, vichwa kufungua macho, au hata kulia wenyeji wanaamini ni marufuku kuondoa kinyago chochote eneo hilo, kwa sababu ilichukuliwa kama laana katika eneo hilo. Sehemu ya sita ni Eastern State Penitentiary inayopatikana huko Marekani, Philadelphia. hili ni gereza la kale lililojengwa hili ni gereza la kale lililojengwa mwaka 1829 lilikuwa gereza la kwanza kutumia isolation. Wafungwa walikuwa wakifungiwa peke yao bila kuonana na mtu yoyote, wengi walipata matatizo ya akili sauti za minyororo, milango kugonga yenyewe, watu kupigwa hewani kuriripotiwa hadi leo. Moja maeneo yanaongoza kwa ghost hunting duniani, watu wengi huogopa hata kusimama ndani kwa dakika tano pekee. Hoia Baciu Forest huko Romania, mahali hapa panaitwa Bermuda Triangle ya Romania, imetajwa kuwa msitu wenye matukio mengi ya ajabu kuliko yoyote Ulaya. Msitu huu una mzunguko mmoja wa ardhi usiokuwa na chochote hakuna mimea wala nyama ndani ya sehemu hiyo ya mvili. Watu huripoti kuona viumbe vya ajabu, kusikia sauti za watu wakiita majina yao hata wanapokuwa peke yao. Baadhi walipoingia walitoka baada ya siku kadhaa bila kukumbuka chochote kilichotokea. Sehemu ya nane ni Bangar Fort huko nchi India, ngome ya karne ya 17 inayoaminika kulaaniwa na mchawi baada ya kupendwa na malkia wa eneo hilo. Alipoachwa alilaani ngome hiyo na ikatelekezwa mara moja. Serikali ya India imepiga marufuku mtu yoyote kuingia usiku; ni hatari kisheria na kiroho. Wageni huripoti kuona vivuli vinavyopita ukutani, sauti za vicheko vya ajabu, na hali ya hofu isiyoelezeka. Imewahi kutumika kwenye filamu nyingi za kutisha za Bollywood. Sehemu ya tisa ni The Stanley Hotel huko Colorado, nchini Marekani. Hii ni hotel maarufu iliyoipa Stephen King wazo la kuandika riwaya The Shining Wageni wengi waliripoti kuona matukio yasiyoelezeka na hiyo ikamvutia mwandishi huyo. Visa vya kutisha ni mizimu ya watoto wakicheza korodoni, vyombo kupiga kelele usiku, televisheni kuwaka yenyewe. Chumba 217 ni marufuku kwa wageni kulala na kuamka wakikuta vitu vimebadilika. Leo hii ni kivutio kikubwa kwa wapenzi wa hadithi za kutisha. Namba kumi ni Hashima Island, Battleship Island huko nchini Japani. Kisiwa hiki kilijengwa kwa madhumuni ya kuchimba makaa ya mawe chini ya bahari. Kilikuwa na majengo ya ghorofa nyingi yaliyosongamana zaidi ya watu elfu 5. Baada ya mgodi kufungwa mwaka 1974, kisiwa kikatelekezwa ghafla. Majengo yote yamechakaa, yameachwa vile yalivyokuwa, hadi vitanda, televisheni, toys za watoto, vyote viko pale pale. Inajulikana kama Ghost Island kwa sababu hakuna anayekaa hapo tena, na wavuvi wa maeneo ya karibu hukwepa kupita karibu hata kwa usiku watu waliotembelea huripoti kusikia sauti za kuchimba watu wakipiga kelele na wengine huripoti kuhisi kuangaliwa kisiwa hiki kilitumika kama ngome ya maadui kwenye filamu ya James Bond, Skyfall 2012 zipo sehemu nyingi za kusisimua na zipo simulizi nyingi za kusisimua karibu na uendelee kufuatilia chaneli yetu ya YouTube